Taarifa ya msichana akidhalilishwa yasambaa mtandaoni na kuzua gumzo kubwa. Serikali kukabiliana na udhalilishaji wa wanafunzi na daladala, makondakta waonywa. Baada ya video ya mwanafunzi mmoja kusambaa mtandaoni, wizara husika kwa ushirikiano na mamlaka za usafiri nchini imeanza kampeni kubwa ya kusimamia matumizi ya usafiri wa mabasi yaendayo kwa taratibu, hasa kuzuia udhalilishaji, unyanyasaji wa kijinsia na matumizi mabaya ya huduma za daladala dhidi ya wanafunzi na wagonjwa. Video hiyo ya mwanafunzi, iliyochukua macho ya wananchi kupitia mitandao ya kijamii, ilionyesha jinsi baadhi ya madaladala na magari ya abiria yalivyokuwa yakitumia nguvu, unyanyasaji wa maneno na vitendo dhidi ya wanafunzi ambao wanajaribu kupata nafasi ya kupanda kwa mafundi wa madereva au kuelekea shule zao. Video hiyo iliwagusa wengi, haswa wazazi, walimu na wanaharakati wa masuala ya usalama barabarani na kusababisha wito mkali wa kubadilisha hali hiyo mara moja. Kupitia msimamo huo, mamlaka husika zimesema kuwa zitakuwa kali katika kusimamia sheria za usafiri ikiwemo kuzuia udhalilishaji wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya wanafunzi, na kuwachukulia hatua kali watakaobainika wanavunja kanuni hizo. Wito wa mwananchi na wasimamizi wa masuala ya jamii. Mwananchi mmoja aliyejitambulisha kama Flora Mdoe, alisema kuwa alikuwa anaona hofu kubwa kila asubuhi wakati wa kujiandaa kwenda shuleni kutokana na ukatili wa madaladala. Hii inatupata kila siku. Tunaogopa hata kusema, lakini sasa video hii imeidungaza umma na tunaomba serikali ichukue hatua kali, alisema Flora wakati akihojiwa na waandishi wa habari. Wengine walieleza kuwa watoto wao wanakabiliwa na vitendo vya kuwanyanyasa, kuwabana kwa nguvu ili wapate nafasi za kupanda, na hata kuwatisha kwa maneno yasiyofaa. Ni vibaya kuona huduma ya usafiri kuwa chanzo cha hofu kwa maisha ya wanafunzi, alisema mmoja wa wazazi waliokaa na kuzungumza kwa masharti ya kutotajwa jina. Kutokana na malalamiko hayo, baadhi ya wanaharakati wa masuala ya kijamii kama vile Action Aid Tanzania na Integrate Africa Initiative walisema kuwa ilikuwa ni jukumu la serikali kuhakikisha usalama wa wanafunzi barabarani na hatimaye kuwafanya ledha wanaweza kwenda shuleni kwa amani bila kuogopa vitendo vya udhalilishaji na unyanyasaji. Hatua za serikali kupambana na udhalilishaji na ukatili barabarani. Kutokana na ushuhuda huo wa video, Wizara ya Usafiri kwa kushirikiana na mamlaka za usalama imeanza kampeni ya kuimarisha ukaguzi wa madaladala yaliyosajiliwa, kuondoa magari yasiyo ya lazima kwenye barabara na kushughulikia malalamiko ya udhalilishaji kwa haraka. Mmojawapo wa hatua hizo ni pamoja na kubadilisha sera ya ukaguzi wa magari ya usafiri kwa kuhakikisha daladala zote zinazoenda kutoa huduma ya upande wowote zinasajiliwa na mamlaka husika na zinafuata kanuni zote za usalama barabarani. Kutoa mafunzo maalum kwa madereva na mafundi wa daladala juu ya haki za binadamu, heshima kwa wanafunzi na utu wa huduma kwa abiria. Kuweka vizuizi vya kupanda kwa nguvu ndani ya magari ili kuepuka msongamano, unyanyasaji na vitendo vya kuchangia hofu kwa wanafunzi. Kuweka namba maalum za malalamiko zinazoweza kupigiwa na abiria au wazazi, kupiga simu au kutuma ujumbe wa mtandao wakati wowote wa wanapokutana na tabia ambayo si sahihi kuimarisha ukaguzi wa mara kwa mara wa usalama wa magari na madereva kuhakikisha wanafuata kanuni za huduma salama. Waziri wa Usafiri alitoa ya kauli yake akisema kuwa serikali haiwezi kuvumilia vyombo vya usafiri vinavyokiuka haki za binadamu na heshima ya abiria, hasa pale ambapo huduma zao zinapotumika kutisha na kuwafanya wanafunzi wasiwe na uhuru wa kusafiri kwa amani. Pia alimpongeza mwanafunzi aliyeibua suala hilo kwa ujasiri wake wa kusambaza video, jinsi mfumo wa kushtaki unavyofanya kazi. Serikali pia imeanza kutangaza njia mpya za kuripoti matukio ya udhalilishaji, ikiwa ni pamoja na kupiga namba maalum za malalamiko kwa watumishi wa usafiri, kutuma picha, video na taarifa nyingine za matukio ya udhalilishaji kwa njia za kielektroniki kutoa huduma ya ushauri na msaada wa kisheria kwa wanafunzi waliokutana na unyanyasaji kwa kuiga mifumo ya nchi nyingine zilizofanikiwa kugundua tabia kama hizi. Mamlaka ya usafiri imeongeza kuwa hakuna nafasi kwa ubaguzi ama unyanyasaji wa kijinsia au oda ya matumizi mabaya ya madaladala wanapotoa huduma kwa wanafunzi au wananchi kwa ujumla. Mtazamo wa wanafunzi na jamii: baadhi ya wanafunzi waliokutana na waandishi wa habari walieleza hofu yao na matumaini kwamba hatua hizo zitachukua hatua kwa haraka. Wanafunzi hao walisema kuwa mara nyingi walijikuta wakipigana nafasi ndani ya daladala, wanashindwa kupata nafasi ya kuketi au kusimama kwa usalama, na mara nyingi wakashindwa kueleza shida zao kwa watu wazima kwa sababu ya hofu ya kushambuliwa au kusumbuliwa. Hii sio tu kuhusu kupata nafasi ya kuketi, bali ni kuhusu heshima yetu kama wanafunzi Tunataka safari salama kuelekea shule bila kulazimika kukabiliana na udhalilishaji, alisema mmoja wa wanafunzi wa kidato cha sita. Wazazi nao walisema kuwa walihisi wasiwasi mkubwa kila wanapomwachia mtoto wao kwenda shuleni kwa matumizi mabaya ya madaladala. Tunapofanya kazi za asubuhi, tunashindwa kuwa na amani ya akili tukifikiria jinsi watoto wetu wanarudi nyumbani, alisema mmoja wa wazazi. Matokeo yanayotegemewa na serikali. Serikali imesema kuwa inatarajia kufikia mafanikio yafuatayo kupitia mpango huu. Kupunguza kwa kiasi kikubwa matukio ya udhalilishaji wa wanafunzi barabarani, kutoa usalama wa kutosha kwa abiria wote hasa kwa wale wanaojiunga na madaladala asubuhi na jioni. Kufundisha madereva na mafundi tabia za heshima, utu na kuwajibika ili kupunguza migogoro na tabia za kukosea kwa abiria. Kuanzisha utaratibu wa kuzingatia malalamiko kwa wakati unaofaa na kutoa hatua kwa madhambi zilizothibitishwa. Wataalamu wa masuala ya kijamii wanasema kuwa hatua hizi zinapaswa kuungwamishwa na jamii kwa ujumla ikizingatia kuwa usalama wa mwanafunzi ni haki ya msingi anayopaswa kulindwa na serikali, wazazi, walimu na wananchi kwa ujumla. Hitimisho. Kwa ujumla, hatua ya serikali ya kuchukua sera kali dhidi ya udhalilishaji wa wanafunzi kutokana na matumizi mabaya ya madaladala ni mwendelezo mzuri wa kulinda haki za binadamu na usalama barabarani. Jitihada hizi zinaonyesha kuwa serikali inasikia sauti ya wananchi na inachukua hatua madhubuti kuhakikisha kuwa mfumo wa usafiri wa umma unawahudumia wanafunzi na wananchi kwa usalama, heshima na ufanisi.